Leo tulikuwa na session forum na wadau muhimu ambao ni wakuu wa idara za uh, biashara na fedha and accountants and business kutoka vyuo vikuu mbalimbali hapa Tanzania ambao tulikuwa na, na discussion kuhusu nia uh, ya bodi ya kuanzisha database ya wanafunzi wanaosoma masomo ya biashara na uhasibu. Kwa hiyo lengo bodi inaazimia kuwa na kuanzisha database ambayo itaweza kuwa na wanafunzi walioko vyuo vikuu wanaosoma biashara uh, na uhasibu wakiwa na lengo la kuweza kuja kuwa wahasibu uh, kwa nini tuna bodi imeanzisha mpango huu wa kuwa na hiyo database? Inaona ni muhimu kuweza kuwa na database ya hawa wanafunzi ambayo tutaweza kufuatilia kujua maendeleo yao, kuwapa taarifa mbalimbali za kuhusu uhasibu, na ili watakapomaliza masomo yao, basi wajue kwamba wana nini wanapaswa kufanya, ikiwepo kuanza kufanya mitihani ya bodi. Imeonekana wanafunzi wengi wakimaliza masomo yao, wengine wanakuwa hawana uelewa ni kwa muda gani wanatakiwa waweze kuanza kusoma masomo. Kuna vitu kama exemptions zinazotolewa na bodi, wengine hawajui kwamba unapomaliza masomo ndani ya, ya kipindi cha miaka mitano, unatakiwa uweze kuanza kufanya mitihani baada ya hapo exemption inaweza ikawa imefutika kwao. Sasa tunataka wao wanapata taarifa sahihi waowanakua ifundi fursa mbalimbali na waweze kuchukua ile ya kuweza kuanza mtiani kwa muda ambao unahitajika, hilo ndio lengo kubwa. Kwahio tumepokea maoni ya gani tutaweza kushirikiana baina ya bodi, walimu wanabao, wao ndio wako enye kati ya bodi na wanafunzi wale walioko vioni ambao wanasoma masomo ya uasili na biashara. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba hii itasaidia upatikanaji wa wahasibu wengi katika nchi yetu ambao watasaidia katika uchumi kwa sehemu kubwa. Tunafahamu idadi ya wahasibu bado ni ndogo, wanahitajika kwa wingi zaidi. Kwa hiyo hii ni moja ya yani, mikakati muhimu sana ya kuhakikisha kwamba tunaweza kuwa maintain wale tulionao, lakini tunapata wahasibu wengi zaidi kutoka vyuoni.